ya mwanamke kinara 2025. Lakini vyakula vya asili e, eh, vyakula vya asili e, eh, mbege vya tajwa kuimarisha kinga eh, vyakula vya asili mbege kuimarisha kinga. Lakini kuna habari kubwa inayosema mpasuko Chadema. Hiyo ndio habari kubwa inayosema mpasuko Chadema, hiyo eh, ni habari kwenye gazeti la kula Mwananchi. Lakini wadau, ushuru mpya wa Trump uyamshe Tanzania lakini Abedi Karume alipambana kukomesha fitina na matabaka. E, Abedi Karume alipambana kukomesha fitina na e, matabaka. Lakini makundi ya kuchati yageuka mwiba kwa wanasiasa. Makundi ya kuchati yageuka mwiba e, kwa wanasiasa yuni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi ukurasa wa mbele. Na tukiachana gazeti la Mwananchi tuangazie gazeti lako la Tanzania leo. Lenye inaanza na habari kubwa inasema kazi za ubunifu Nelson Mandela kuuzwa Uswisi kazi e, za ubunifu Nelson Mandela kuuzwa Uswizi. Lakini moto wa Samia, e, ngumu kuzuilika. Moto wa Samia ngumu kuzuilika. Bwawa na Nyerere la kamilika asilimia mia. TRA wavuka malengo ya mapato. Lakini Chadema wajitahidi kuu mizima e, waishia kupasuka vipande vipande. Lakini sisi mwendo mdundo kwa wananchi lisu azimio e, moja fukuza fukuza, lakini mwenyewe aanza ziara Angola, atakuwa rais wa kwanza mwanamke Afrika kuhutubia bunge, lakini kuongoza majadiliano ya pamoja ya biashara sekta ya uchumi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania leo kwenye kurasa wa mbele, lakini habari kubwa ni moto wa Samia ngumu kuzuilika. Hiyo ndio habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Tanzania leo. Lakini kwenye gazeti lako la Sauti ya Mara lenye ninaanza na habari inayosema eh, Mtanzania wa kwanza ya kampuni ya Grumenti Reserve, lakini Dr. Mukama atoa mag magodoro kusaidia kuwasaidia waathirika wa mvua, e, wa mvua. Lakini kuna habari njema kwa wananchi wa Rorya, barabara Utegi Shirati kujengwa kwa lami e, barabara Utegi Shirati kujengwa kwa lami, lakini mbunge Chege asema serikali imesikia kilio cha wananchi amshukuru Raisi Dr. Samia. Lakini kuna habari inayosema vipaumbele vya bajeti mpya TANAPA hivi hapa, vipaumbele kwenye bajeti mpya TANAPA hivi hapa. Lakini Profesa Muhongo ahamasisha wananchi kutumia fursa kiuchumi kujiletea, eh, kujiletea maendeleo. Profesa Muhongo ahamasisha wananchi kutumia fursa kiuchumi kujiletea maendeleo. Hiyo ni habari kubwa kwenye gazeti lako la Sauti ya Mara kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti la Uelekeo na lenyewe kurasa za mbele lina habari kubwa inasema, mgao wa umeme nchini sasa basi. Mgao wa umeme nchini sasa basi, hiyo ni habari kwenye gazeti la uelekeo inasema, mgao wa umeme nchini sasa basi. Lakini UWT, Samia kinara wa kuimarisha muungano. Hao ni UWT wasema Samia ni kinara wa kuimarisha eh, muungano, lakini akisi maono ya Nyerere na Karume. Akisi maono ya Nyerere na Karume, huyu ni Rais Samia suluhu Hasani. Lakini Pemba wa mwenzi kwa makazi bora pia inapatikana kwenye gazeti la Uelekeo kwenye kurasa wa mbele. Lakini Wamarekani waandamana mitaani kumpinga Trump, hiyo e, ni siku ya jana. Wamarekani waandamana mitaa yote kumpinga Donald Trump e, kwenye gazeti lako la Uelekeo kwenye kurasa za mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kinam lakini tukiachana gazeti la Uelekeo tuangazie kwenye gazeti lako eh, gazeti ya Raia Mzalendo lenye nambari kubwa inasema Balili ya shinda kwa kishindo uchaguzi eh, Balili yashinda kwa kishindo uchaguzi eh, kishindo uchaguzi mkuu kwa kishindo watefu. Lakini G55 wazidi kukalia koni ni uongozi wa Lisu na Chadema G eh, ya wazidi G55 eh, wazidi kukalia koni uongozi wa Lisu na Chadema, wasema wapo tayari kwa reformu na sio no election. Wasema wapo tayari kwa reform na sio no election, lakini Catherine Ruge ashangaa Lisu kukiuka katiba. E, Catherine Ruge ashangaa Lisu kukiuka katiba. Hawa ni G55 e, watokea ndani ya Chadema humohumo kupingana na sera ya no reform, no election. Sasa wao wasema wapo tayari na no reform e, na sio no election, lakini makala ageus amegusa nyoyo za wanawake wa Mufindi. Jasmini Ngumbi asema e, makala amegusa nyoyo e, za wanawake wa Mufindi. Huyo ni Jasmini Ngumbi. Habari inaendelea ukurasa wa tatu. Lakini dereva wa serikali aliyemkimbia trafiki Morogoro atiwa mbaroni e, dereva wa serikali aliyemkimbia trafiki Morogoro atiwa mbaroni e, ni baada ya siku kadhaa video kutrendi katika mitandao ya kijamii e, na kumwonyesha dereva wa gari la serikali anavyomkimbia trafiki. Sasa atiwa nguvuni, eh, huko Morogoro. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kura Raia Mzalendo. Lakini kuna habari inasema Rais Dr. Samia kufanya ziara siku tatu Angola. Eh, Rais Samia Suluhu Hassan kufanya ziara ya siku tatu huko Angola. Lakini ACT Wazalendo, mambo sita ya kitekelezwa yatajenga misingi ya kuaminiana. Au ni ACT Wazalendo wasema mambo sita yatajenga msingi wa kuaminiana. Lakini kuna habari bado inaosema Dr. Kile Rozi Dr. Kerini eh, uh, Rozi Rwakatare atoa mabati hamsini jengo la kutibu wazazi Kilombero. Dr. Kerini Rozi Rwakatare atoa mabati ya hamsini jengo uh, la katibu wazazi CCM Kilombero. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti ya Raia Mzalendo. Hiyo ni habari kwenye gazeti ya Raia Mzalendo, lakini habari kubwa ni G55 wazidi kukalia koni uongozi wa Lisu Chadema. Au ni G55 ndio habari kubwa kwenye gazeti la Raia Mzalendo ukurasa wa mbele, lakini gazeti lako la wa Sauti ya Wamachinga, sauti ya wanyonge, habari kubwa inasema Dr. Tulia afungua mkutano IPU, ni kuhusu uamuzi Uh, kutoshiriki uchaguzi mkuu wasisitiza lazima washiriki, lakini John Mrema abeba bango eh, kwa niaba ya wenzake na kueleza kuwa kutoshiriki ni sawa na uasi. Na wagombea ubunge Chadema waendelea kujipanga kuelekea Oktoba, lakini balozi Nchimbi alivunia eh, ajivunia misingi CCM kuelekea Oktoba. Eh, balozi Nchimbi ajivunia misingi CCM kuelekea Oktoba. Ya pata viongozi wapya, hiyo ni habari kubwa kwenye gazeti la Wamachinga kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini ndani ya gazeti lako la Wamachinga habari kubwa ni G55 waendelea kujitenga na liso, hiyo ndo habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Wamachinga. Lakini tukiangazia gazeti la Majira na yenyewe, ukurasa wa mbele inasema no reform no election, sasa yaipasua Chadema. Kauli ya no reform no election sasa yaipasua Chadema, kundi la G55 la jitosa lasema haiwezekani kuzuia uchaguzi, lasema ni kinyume katiba ya chama lamshukia Lisu na lema yone habari, ukurasa wa nne. Lakini Act Wazalendo yaja na hoja sita kuelekea uchaguzi mkuu, na d Nchimbi aagiza wakala wa mbegu asa kuongeza uzalishaji. Lakini Samia atimiza ndoto ya Nyerere, mradi wa JNHP. Lakini d Nchimbi, d Nchemba, eh, uongozi wa shirika la OACD wateta kuhusu ushirikiano na Samia aiwezesha TRA kuvunja rekodi tangu kuanzishwa kwake. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Majira kwenye kurasa za mbele. Lakini elimu ya matumizi ya njia za uzazi ilivyowasaidia wanawake huko Zanzibar, elimu ya matumizi ya njia za uzazi ilivyowasaidia wanawake Zanzibar. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Majira ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa asubuhi ya leo, ukurasa wa mbele inaanza na habari unaosema Rais Samia kufanya ziara siku tatu Angola. Lakini serikali ya Kongo waasi wa wa M23 wakutana Katari. Majaliwa aongoza harambee kufanikisha Mei Mosi 2025. Majaliwa aongoza harambee kufanikisha Mei Mosi 2025, asema maadhimisho hayo yana lengo la kuhamasisha utoaji wa haki za wafanyakazi. Lakini mpasuko Chadema G25 G55 wa wa mchamba Lissu wamwambia kushiriki uchaguzi kutaibeba Chadema. No reform no election haikuimaanisha kuzuia uchaguzi. Lakini PPPC yaendelea kuibua miradi ya ubia Katavi. Habari kubwa kwenye gazeti la Mwanahabari, gazeti bora kabisa, ukurasa wa mbele. Lakini tuangazie sasa kwenye kurasa za mchezo na burudani. Tunaanza na gazeti lako la Majira, linaandika Mo Dewji awatia nguvu Wanasimba, asema kwa pamoja tunavuka. Al Masry watua jijini kwa kishindo. Lakini Yanga Coast Union ni mashati dei leo. Hilo ni gazeti lako la Majira. Huko gazeti lako la Mwanahabari naandika Simba almasiri hawachomoki, lakini mashabiki Kagera Sugar wasema Kaseja ni Alonso kocha. Kocha matano wa Fortengeti yatimuliwa. E, Fortengeti sasa waanza timu maano wa timu baada ya kufanya vibaya katika mechi mfululizo e, na mechi ya mwisho kupigwa na mashujaa goli tatu katika uwanja wa Leki Tanganyika, Kigoma. Lakini kimataifa Arsenal sasa jino kwa jino na Liverpool. Yoni habari kwa gazeti la Mwanahabari. Lakini gazeti lako la Wamachinga kuna michezo inaandika mwambusi apigwa chini costo lazaro in, lakini Simba wako kamili kuivaa almasiri majanga aanza na, na moto mashujaa Kaseja aonja kufungwa ligi kuu Edna lema kuwafundisha kina pacome. Yoni habari kwenye gazeti la Wamachinga lakini gazeti la Raia Mzalendo linaandika Simba Almasiri hata iweje kipigo lazima. Lakini Kaseja afananishwa na Alonso, kocha Yanga amwongeza Lema kikosini. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Raia Mzalendo ukurasa wa michezo. Lakini gazeti lako la Mwanaspoti, gazeti la Mwanaspoti asubuhi ya, ya leo linaandika Ngoma afichua mkakati wa magoli matatu wa Almasiri yapata pigo. Lakini ahawawa Simba kapanga ni kuchagua. Lakini dupe mzize akili mbili kwa kosto Mambusi Coastal shughuli imeisha, lakini Godiola afunguka ishu ya De Bruyne. Hilo ni habari kwenye gazeti la Mwanaspoti ukurasa wa michezo, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti la Sporti Tanzania leo linaandika fulu mziki wa tano waongeza nguvu Yanga kuivaa Coastal Union, lakini kibu mpanzu wapewa kazi kuiwa Almasiri. Ilo ni gazeti lako la Tanzania leo ukurasa wa michezo. Lakini gazeti lako la Uelekeo linaandika Simba yajizatiti kuing'oa wa Al Masry. Wasisitiza lazima watinge nusu fainali. Lakini Magoma wa Yanga ataka dabi ya adabi ipigwe wananchi dimbani leo Coastal Union. Hayo ndiyo habari kwenye gazeti la Uelekeo ukurasa wa michezo. Lakini gazeti lako la Uelekeo kwenye kurasa za michezo ndiyo inatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Patena kale yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwaherini asubuhi njema.